Kuna vigezo na masharti za kumjua nani, za kumjua Yesu. Mimi siwezi kutana na wewe tu leo nikajua jina lako, unaitwa fulani bini fulani fulani, unaishi sehemu fulani, nikasema tayari fulani namjua. Huwezi ukakutana na mimi tu nikamwambia mimi naitwa Cosmas Paulo Sambai ninaishi labda ninaishi labda afikana Nime, nimsukuma sijui wa Mwanza nimekulia Tabora Nzega, sijui nini, ukasema Cosmas namjua. Nao, kitu ambacho hakipo, lazima kuna vigezo ambavyo utavifata, ukasema kwamba huyu Cosmas ninamjua kiundani. Ninamjua. Lazima kuna mambo fulani ambayo utakuwa na uhakika na au utakuwa nayo utakuwa na details zake. Bwana Yesu asiwe sana Lazima utakuwa umeishi naye, umekaa naye, umezungumza naye, umetembea naye kwa kiasi fulani, kwa umbali fulani, ndio naweza kusema sasa huyu mtu ninamjua, ninamfahamu tabia yake, ninamwelewa namna alivyo, ninaelewa kipi hapendi, kipi, kipi anafurahia. Sijui kama tunaelewana? Ndio utasema kwamba unanijua. Nje na hapo hakuna, haiwezekani. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini vile vile leo hii watu wengi au Wakristo wengi wanamjua Yesu kwa migongo ya watumishi wa Mungu. Wanamjua Yesu kwa migongo ya watumishi wa nani? Watumishi wa Mungu. Yaani unamjua Yesu kupitia mtu fulani. Kwamba mtu fulani anamjua Yesu au mtumishi fulani, mtume, nabii, askofu, mchungaji, mwalimu, sijui mwimbaji, anamjua Yesu. Basi kwa namna alivyojua, alivyomjua Yesu yeye, yeah, yeah. basi na wewe una experience, unaona kama vile na wewe umemjua. Na yani, ndio maana Wakristo wengi leo ni rahisi sana wanapotezwa wengi, au wanatolewa kwenye njia iliyo sahihi, kwa sababu hiyo kwa sababu hawamjui Yesu wao kama wao, bali wanamjua Yesu kupitia baba zao wa kiroho au watumishi wa Mungu. Sikatai kusema ya kwamba unatakiwa umsikilize baba yako wa kiroho ili uweze kumjua Yesu, sikatai, unatakiwa umsikilize, lakini maisha yako lazima afikie kiwango uwe una uwezo wa kujitegemea kumjua, yaani ifike mahali umu experience Yesu wewe kama wewe, wewe kama wewe. Sehemu zote unazopita umwone Yesu namna gani anafanya, umjue Yesu namna gani anatenda, namna gani anatembea na watu, wewe kama wewe, sio kwa mgongo wa nani, wa mtumishi wa mungu au mtu yoyote. Kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo ni hivyo, imejikuta watu wengi ikitokea sasa, mchungaji au yule ambaye anamjua amemjua Yesu kupitia mgongo wake na yeye hajamjua kibinafsi, akirudi nyuma yule mtu, na yeye tayari anarudi nyuma <coughs> Ikitoka, ame, ikitokea ameanguka dhambini, na yeye tayari ameshapiga mweleka. Kwa sababu gani? Amemjua Yesu kupitia mgongo wa yule mtu lakini angekuwa namjua Yesu yeye kama yeye yeye kama yeye isingekuwa rahisi kurudi nyuma wala kukata tamaa au kufanya vitu, vitu, vitu vingine. Isingekuwa rahisi, isingekuwa rahisi. Bwana Yesu asiwe sana kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha hapa. Natamani twende pamoja kitu, kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kukielewa nikimfahamu Yesu kibinafsi, umfahamu Yesu wewe kama wewe, ifike mahali uwe na uhakika, unasema, ninamjua Yesu, ninajua habari zake. Wakianza kuletea wewe ni utawambia, sikiliza, ninamjua vizuri sana huyu Yesu. Ninamjua Yesu kuliko unavyodhani kuliko unavyofikiri. Ninamfahamu Yesu kuliko unavyodhani kuliko unavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha?